Star wa Bongo Movie hapa namzungumzia Tausi e, Mdegela e, bana, ameweza kuweka wazi kuwa katika maisha yake alikuwa anatamani sana kutoka kimapenzi na mwanaume ambaye anakwenda kwa jina la Gabo Zigamba. Kama e, ilivyofahamika kwamba Tausi ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa zaidi kwenye masuala mazima ya maigizo kwa hapo Bongo, lakini pia e, katika masuala mazima ya ucheshi yuko poa zaidi kwa upande wa yeye Tausi, na mnukuu kwa maneno ambayo aliweza kuyazungumza, alisema kwamba Gabo ni mwanaume mwenye mvuto sana kuna kipindi nilikuwa natamani tamani sana e, kutoka naye kimapenzi e, ambapo nikimuona haya maneno ameazungumza moja kwa moja. So, kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wao wameibua e, mitazamo yao wakisema kwamba pengine mashabiki wake, haya ndio maneno ambayo baadhi ya shabiki wengi sana ambao nimepita kwenye uwanja comment, baada ya platform kibao kuweza kupost taarifa hii e, wameweza ku comment baada ya Tausi kuweza kuanika hisia zake kwenye mitandao ya kijamii kwamba anampenda e, Gabo Zigamba alikuwa na, na wish kuwa naye na kutoka naye kimapenzi. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Make sure kwamba unaendelea ku drop comment yako kwenye uwanja comment hapo utakometisha kidomo Roma. Till next time, bye bye.